Gavana wa kaunti ya Kwale, Fatuma Achani, ameongoza shughuli za ugavi wa vitendea kazi kwa wanafunzi arobaini na wawili waliosomea waliosomia wa kazi mbalimbali mbali kwenye vyuo vya kiufundi katika kaunti hiyo. Vitendea kazi hivyo vikiwemo vifaa vya mapishi, ususi, kinyozi, tarakilishi na vifaa, vifaa vya kutengenezea magari na vya umeme vilitolewa na serikali ya kaunti ya Kwale kupitia mradi wa KEMFSED unaofadhiliwa na Benki ya Dunia. Kufikia sasa serikali ya kaunti ya Kwale imejenga na kuweka vifaa vya kisasa kwenye vyuo 43 vya kiufundi pamoja na kuajiri zaidi ya walimu 130, wa vyuo vya kiufundi Gavana Achani aliwahimiza vijana kujiunga na vyuo vya kiufundi ili kujipatia mafunzo yatakayowasaidia ya kujiajiri na kujiendeleza kimaisha. Nikaenda kwa ofisi ya wadi administrator nikachukua fomu nikajaza kwa bahati nzuri nikapata ufadhili mpaka saa hii naendelea na, na masomo yangu, ambao walikuwa wazazi wangu hawana uwezo wa kunilipia, lakini nashukuru mama amenilipia pia mwaka mzima. Kazi yangu ni kusoma tu, hakuna stress ya fee tena. Tutaweza kupeana tools of trade kwa vijana arobaini na mbili na vifaa ambavyo tutapeana hapa kuna garment making machines nne ambazo tutapeana, hivyo ndio vifaa ambavyo tumeweza kupunguzia mzazi lile jukumu la kuvitafuta. Watoto wamehitimu, ama vijana wamehitimu, sasa tunawapeleka wafanye kazi na tunawapatia equipments waende kufanyia kazi. Wataalamu wa masuala ya afya wamekuwa wakihimiza Wakenya kudumisha afya.